Machi ilikuwa imeanza, lakini joto la mtaa la Kawangware halikuisha. Amina aliamka mapema, akijaribu kujiandaa kwa siku nyingine ya kazi. Juma alikula chakula cha asubuhi kidogo, lakini macho yake yalikuwa yamejaa wasiwasi. "Mama," Juma alisema, "Sina amani. Nadhani Mbugua atakuja tena." Amina alimtazama kwa upole. "Tutaendelea. Tunaweza." Walipofika kwenye eneo la kisima walikuta watu wakiwa wamekusanyika. Faraja alikimbia kwake. Amina, kuna habari mbaya. Amina alimkumbatia. Nini? Faraja alijibu kwa sauti ya chini, Mbugua amewaambia watu kwamba kamwe hawatapata maji safi. Amesema kwamba hii ni biashara yake. Amina alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Lakini sisi hatutaki vita, alisema tunahitaji watu wa amani wanjiku waliongeza hata hivyo kuna mtu anatuangalia sijui ni nani kamao alifika kwa haraka akiwa na walinzi wake hili si swala la vita kamao alisema hili ni swala la haki amina alitabasamu kwa uchungu na unaweza kufanya nini kamao alikazia nitatoa msaada wa kisheria tutamwambia mbugua asione tena watu wa mtaa Mbugua aliposikia hilo alicheka kwa uovu. <laughs> Kama wewe ni mtu wa pesa, hii ni dunia ya pesa, kama walitulia. Pesa sio nguvu, nguvu ni watu. Amina alijua kuwa leo ilikuwa siku ya uamuzi na uamuzi huo ulikuwa kuleta mabadiliko ya maisha yao. Siku ile ya jioni, Amina alikutana na Neema katika bustani ya Uhuru. Neema alionekana mwenye huzuni. Neema Amina alisema, unaona nini? Je, kamau anaweza kutusaidia kweli? Neema alikanyaga, Kamau ana nia nzuri, lakini kuna mambo ambayo hayana huruma. Kuna watu watakuja kwa ajili ya pesa. Amina alikaza pumzi, nataka tu kuishi kwa heshima. Neema alitulia, akamwangalia amina kwa upole, una umri wa kufanya maamuzi, lakini pia unahitaji kujua kwamba Kamau si mtu wa kawaida. Yeye ana hadhi na hadhi yake ina gharama. Amina alijibu kwa woga, nini gharama hiyo? Neema alikazia macho, gharama ni kwamba watu watakuona kama umejipanga kwa ajili ya mabadiliko ya maisha yako na watakuona kama umeamua kuachana na maisha ya kawaida. Amina alihisi kama moyo wake umepasuka. Lakini nina mtoto, Amina alisema kwa sauti ya chini, nina hitaji maisha ya heshima kwa ajili yake. Neema alitabasamu kwa uchungu na hiyo ndiyo maana unahitaji kuwa makini. Watu wa mtaa wako watakuchukia na watasema kwamba unamtumia Kamao. Amina alimkumbatia. Nitaendelea, lakini nitafanya hivyo kwa heshima. Neema alitulia. Sawa, lakini ukiona hatari usikate tamaa na kwa mara nyingine. Amina alijua safari hii ilikuwa kubwa kuliko yeye. Kamao alikaa ofisini kwake akitazama picha ya mumeo wa zamani picha hiyo ilikuwa ya Neema akiwa mucheka. Kamau alijua kwamba Neema alikuwa amechoka. Alijua pia kwamba Amina alikuwa akimleta kwenye maisha yao, lakini kulikuwa na kitu ambacho hakumwambia Neema. Amina alikuwa mke wake wa zamani, mpenzi wake wa zamani ambaye alikufa miaka mingi iliyopita. Kamau alikuwa amejaribu kuisahau, lakini macho yake yalikuwa yamerudi nyuma. Kamao msaidizi wake alizungumza, "Mwanaume mmoja amekuja kumwona, anasema anajua siri yako." Kamau alikanyaga pumzi. "Nani?" Msaidizi alikazia ni Mbugua. Kamao alijua kuwa hatari ilikuwa kubwa. Mbugua alikuwa na picha ya zamani ya Kamau akiwa na Amina. Kamau alijua kwamba kama picha hiyo itatoka, hadhi yake itaharibika, na kama hadhi yake itaharibika, mradi wa maji utaisha, na kama mradi wa maji utaisha, watu wa Kawangware wataendelea kunywa maji ya uchafu. Kamau alijua kwamba alikuwa amejitengenezea giza, lakini hakujua jinsi ya kuondoka. Siku ya siku, Amina alipata simu kutoka kwa Kamau, naomba tukutane, Kamau alisema. Amina alikimbia nyumbani akimwambia Juma, nataka kukutana na Kamau, lakini nataka uendelee na shule. Juma alikubali, lakini macho yake yalikuwa yamejaa hofu wakiwa kwenye ofisi ya Kamau, alimuuliza Kamau, kuna kitu kinanisumbua, nimepata barua ya siri. Kamau alitulia ndiyo, nimepata pia. Mbugua anajaribu kutukwamisha. Amina alikazia Mbugua anataka nini? Kamau alitabasamu kwa uchungu, anataka pesa, anataka nikuondoe kutoka kwa mradi na anataka nisahau. Amina alitulia, na wewe? Kamau alikazia mimi nimeamua kuwa nitakuweka kwenye maisha ya heshima, lakini siwezi kukutumia hatari. Amina alijibu kwa sauti ya chini, na kama hatari hiyo inatokana na siri yako? Kamau alikanyaga kidogo. Ndiyo, lakini hiyo siyo siri yako. Hii ni maisha yangu. Amina alimkumbatia. Sasa naogopa, nadhani nitapoteza kila kitu. Kamau alimwangalia. Usiogope, usiogope kwa sababu hatari iko karibu. Usiogope kwa sababu hatari iko ndani yako. Amina alijua kwamba alikuwa amepata nguvu mpya, lakini alijua pia kwamba safari ilikuwa bado mbali. Usiku wa giza, Amina alikutana na Faraja na Wanjiku katika msikiti wa mtaa. Tunahitaji kupanga mkakati, Faraja alisema. Mbugua anataka kutuzuia kwa nguvu. Wanjiku aliongeza, lakini hatupaswi kutumia vurugu. Tunaweza kupata haki kwa njia ya sheria. Amina alitulia. Lakini kama sheria haitusaidii? Faraja alikazia, kuna kitu kinaitwa uaminifu wa jamii, na kama watu wa mtaa wetu watatuunga mgongo, hatuna haja ya sheria. Amina alikanyaga, sawa, tutaenda kwa mtaa, tutamwambia watu ukweli, tutamwambia kwamba maji ni haki. Wanjiko alitabasamu, hata hivyo, kuna mtu anapenda kuzungumza, anaweza aleta wasiwasi. Amina alitulia. Nani? Faraja alitazama. Ni Juma. Amina alishtuka. Juma? Faraja alikazia. Ndiyo, Juma amekuwa akizungumza na watoto wa mtaa. Wanaongea kwamba mama yako anafanya kazi na tajiri. Watu wanawaza kwamba unataka kumshinda Mbugua kwa njia ya urafiki. Amina alihisi kama moyo wake umepasuka. Ni lazima niongee na Juma. Lakini wakati huo, sauti ya mtu ikasikia nje ya msikiti. Maji ni haki, mtu aliita na watu wakaanza kuimba. Amina alijua kwamba hadithi yao ilikuwa imeanza kuenea na kuenea, kwa hadithi hiyo kulikuwa na nguvu ya kuleta mabadiliko. Siku ya mkutano wa mtaa ilifika. Amina alienda mbele ya watu akihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Mimi ni Amina, alisema kwa sauti ya wazi, nimekuja hapa si kwa ajili ya kuomba, bali kwa ajili ya kuleta mabadiliko. Watu walitulia Mzee mmoja alitabasamu kwa hofu. Lakini wewe ni mjamzito, unajua kuna watu wanasema kwamba unamtegemea tajiri. Amina alikanyaga. Ninamtegemea kama mtu, sijui kuwa mtego wa pesa. Ninamtegemea kwa sababu anaweza kutusaidia kuleta maji safi. Juma alikimbia mbele, macho yake yakiwa na uchungu. Mama, mimi nataka kusema ukweli, Juma alisema. Watu wanatusema kwamba tumeingia kwa mtaa kwa sababu ya tajiri lakini mimi najua mama yangu ni mjaamizi wa kazi. Watu walitulia, kisha wakaanza kupiga makofi. Mbugua alikuwepo akitabasamu kwa uovu. Hii ni siasa, alisema, unataka kuja hapa kwa ajili ya uchaguzi. Kamau alitoka kutoka nyuma akisema kwa sauti ya nguvu, hii si siasa, hii ni haki. Mbugua alikanyaga mguu. unajua nini, mimi nilipata hii eneo kwanza. Kamau alitulia lakini wewe umekuwa ukitumia watu kama biashara. Watu wakaanza kupiga kelele. Amina alijua kwamba sasa vita ilikuwa wazi, lakini alijua pia kwamba mapenzi yake kwa jamii yake yalikuwa kubwa zaidi ya hofu. Usiku ule, Amina alikutana na Neema tena. Neema alitabasamu kwa upole. Umeona, umeweza kuleta watu pamoja, Neema alisema. Amina alikazia, lakini bado nashangaa, je, Kamau ananikubali kwa sababu ya mimi au kwa sababu ya mradi? Neema alitulia, Kamau anakupenda lakini upendo wake una hatari. Hata hivyo, upendo wake ni kweli. Amina alijaribu kutulia, nataka kumwambia ukweli, lakini siwezi kumfanya aone kwamba nilikuwa nikimtafuta kwa msaada. Neema alikazia, sasa ni wakati wa kusema ukweli, hata kama hatari iko, ukweli ni nguvu. Amina alikanyaga, sawa. Nitaongea na Kamao, lakini kabla ya kuondoka, Neema aliongeza kwa sauti ya chini, kuna kitu kinaitwa pesa za zamani. Kamao alikuwa na uhusiano na Mbugua, na sasa Mbugua anataka kulipwa sasa. Amina alishtuka, nini maana ya pesa za zamani? Neema alikazia, Kamao alifanya biashara na Mbugua, lakini alikosa kuendelea kulipa. Mbugua anataka kulipwa sasa. Amina alijua kuwa hii ilikuwa hatari kubwa na alijua kuwa sasa sio tu mradi wa maji, bali maisha ya Kamau na heshima yake yalikuwa kwenye mstari wa moto. Siku ya pili ya kuchimba kisima, timu ilifanya kazi kwa bidii, watu wa mtaa walikuja kutoa michango yao. Lakini ghafla jua lilipotea na giza likatandaa. Huko mbali walisikia sauti za watu wakilia. Amina alikimbia kuelekea mtaa wa jirani ambapo walikuwa wakiona moto wa nyumba. Mama, ni nyumba ya Wanjiku, Juma alilia. Amina alikimbia kwa nguvu, akishika mkono wa Juma. Walipofika nyumba ya Wanjiku ilikuwa imeungua kwa moto. Wanjiku alishikilia mwili wake kwa uchungu. Hii ni adhabu alisema, Mbugua anataka kututisha. Amina alikanyaga, hatuwezi kurudi nyuma, hii ni vita. Kamau alifika akitazama kwa ghadhabu. Hii ni uovu wa mtu mmoja, na nitahakikisha anashitakiwa. Neema alikuja na maji na chakula. Tunahitaji kuokoa Wanjiku, lakini hatupaswi kulipiza kisasi. Amina alitulia. Sawa, lakini tutaendelea. Juma alikimbia akitafuta kitu. Mama, kuna barua nyingine. Amina alisoma. Barua hiyo ilikuwa na maneno machache. Kama utashinda, nitakuua. Kama utashindwa, utapoteza kila kitu. Amina alijua kuwa sasa vita ilikuwa siyo ya maji tu ilikuwa vita ya maisha yao. Kamao aliamua kufanya mkutano wa haraka na wanasheria wake. Hatuna muda, alisema. Mbugua anataka kuharibu kila kitu. Mwanasheria alijibu, tunahitaji ushahidi. Bila ushahidi, hatutaweza kumshitaki. Kamao alitulia. Ushahidi gani? Tabasamu kwa uchungu. Picha za zamani, picha ambazo zinaonyesha mimi na Amina pamoja. Mwanasheria alikanyaga, hii ni hatari. Hii itakuwa kigezo cha uharibifu wa jina lako. Kamao alikazia na ni hatari kwa maisha ya Amina. Mwanasheria alikata, sasa unahitaji kuamua. Je, unataka kulinda jina lako au unataka kulinda maisha ya mtaa? Kamao alikanyaga, alijua kwamba alihitaji kufanya uamuzi ungechanganya kila kitu, lakini alijua pia kwamba heshima ya Amina ilikuwa muhimu zaidi ya heshima yake. Alikataa kujificha Alikubali kutoa picha. Alijua kuwa dunia ingemcheka, lakini atakuwa amechukua hatua ya uaminifu, na uamuzi ule ulikuwa wa mwisho wa maisha yake ya uongo. Siku ya mkutano wa hadhi ya mtaa, Amina alifika mbele ya watu. Leo alisema, nimeamua kusema ukweli. Watu wakaanza kusikiza kwa makini. Amina alikazia, Kamau si mtu wa uongo, lakini nilikuwa nikimtafuta kwa msaada nilikuwa nimekatishwa tamaa. Watu walitulia. Amina alikazia tena, lakini nilimkuta na aliniambia ukweli. Aliniambia kwamba kuna siri ambayo inaweza kuharibu maisha yake, lakini aliniambia pia kwamba hataki kuishi kwa uongo. Kamao alikanyaga mbele, nimefanya makosa, nimekuwa nikifanya biashara mbaya na Mbugua, lakini sasa nataka kurekebisha. Mbugua alikasirika, huu ni uongo. Huyu ni mwanamke wa kupenda pesa. Juma alikanyaga mbele, macho yake yakiwa na hasira. sikuwahi kumuita mama yangu mwenye uongo, mama yangu ni mjamzito wa heshima. Watu walipiga makofi kwa nguvu, Mbugua alikosa nguvu. Kamau alikanyaga, hii ni kazi ya haki na kama unataka kuendelea lazima uondoke. Mbugua alitulia akiondoka, watu walipiga kelele za furaha. Amina alijua kuwa sasa walikuwa wamepata nafasi ya kuishi kwa heshima, lakini alijua pia kwamba hadithi yao ilikuwa bado haijamalizika. Baada ya mkutano, watu wa mtaa walirudi nyumbani kwa amani. Amina alihisi kama mzigo mkubwa umeondoka, lakini juma alikuwa na huzuni ya ndani. Mama, Juma alisema, nimeona jinsi watu walivyokuona, lakini bado najua kuna kitu ambacho hatujui. Amina alitulia, nini? Juma alitabasamu kwa uchungu, nimeona watu wakisema kwamba Kamau alikuwa na siri, na sasa niliona picha yake na wewe, nimepoteza usingizi. Amina alikumbatia, siri yake ni kwamba alikuwa amekosa njia, lakini sasa ameamua kurekebisha. Juma alikazia, lakini mama, wewe unajua kuwa mimi nilikuwa nikifikiri kuwa tunahitaji pesa, lakini sasa najua tunahitaji uaminifu. Amina alitabasiri, ndiyo, na uaminifu ndio utatuokoa. Kamau alifika akitabasamu kwa upole, nataka kukuambia jambo. Amina alimtazama nini? Kamau alikaza, nimeamua kuacha biashara ya zamani, nitatoa pesa kwa ajili ya mradi wa maji, lakini pia nitakuambia ukweli kwa mara ya mwisho. Amina alikumbatia, nini ukweli? Kamau alitulia. Nimekuwa nikimpenda Amina tangu zamani, na sasa nataka kuendelea na maisha yako kwa heshima. Amina alijisikia kama moyo wake umejaa hisia zisizoelezeka lakini juma alikumbatia, mama, tunaweza kuishi kwa heshima, lakini nataka uelewe hatuna pesa ya ndoa. Kamau alitabasamu, sio shida, heshima ya kweli haina gharama. Na kwa mara ya kwanza, amina alihisi maisha yake yanakuwa ya kweli. Wiki iliyofuata kisima kilikuwa tayari. Maji yaliponyesha uso wake wa bluu, watu walipiga kelele za furaha. Watu wa mtaa walikuja kwa wingi, wakileta viungu vya ng'ombe, unga na pesa kidogo kwa ajili ya matengenezo. Amina aliketi karibu na kisima akitazama maji yanayotiririka. Juma alikimbia kwake, mama, tumeokoa mtaa. Amina alitabasamu, ndiyo, lakini hii ni mwanzo. Kamau alifika akiwa na mikate na maziwa, hii ni sherehe ya kwanza ya maisha yetu. Neema alikuja akimtazama Amina kwa upole, umefanya vizuri. Amina alitabasamu kwa uchungu, sio mimi peke yangu, ni wote. Faraja alikuja akimkumbatia , umeonyesha kuwa mwanamke wa nguvu. Wanjiku alitabasiri, sasa watu watajua kwamba hata mjamzito anaweza kuwa kiongozi. Hapo ndipo ghafla, Kamau alitoa kitu kidogo cha rangi nyekundu. Ni zawadi kwa ajili ya Amina, Kamau alisema. Amina alikamata akishangaa; ndani yake kulikuwa na pete ndogo ya dhahabu. Mama Juma alisema kwa sauti ya chini, je, hii ni ... Kamau alitabasamu, ni ahadi ya maisha ya heshima. Amina alikaza macho akihisi machozi yanakuja. Lakini mimi sina pesa ya ndoa, alisema kwa woga. Kamau alikazia, heshima ya ndoa haitahitaji pesa, itahitaji uaminifu. Watu walipiga makofi, na kwa mara ya kwanza Amina alihisi kuwa maisha yake yalikuwa amepata maana mpya. Mwezi ilipokuwa umeendelea, Amina alijaribu kupata hospitali ya kujifungua, lakini alikuwa na hofu. Nini kama hatutaweza kulipia? Kamau alikuwa karibu. Usijali, alisema, nitaweka pesa lakini pia nataka kitu zaidi. Amina alikaza, nini? Kamau alikaza macho, nataka utambue kwamba maisha ni zaidi ya pesa. Nataka uangalie Juma na uangalie mtaa wako, nataka ujifunze kuwa kiongozi. Amina alitulia, naogopa. Kamau alikumbatia, usiogope, mimi nitakuwa karibu. Neema alikuja kwa mkono wa Amina, nimeamua kukusaidia, nitakupeleka hospitali. Amina alitabasamu, asante lakini siku ya kujifungua ilifika, na Juma alikuwa na wasiwasi. Mama, nataka kujua mtoto ataitwa nani? Amina alitulia, nataka kumuita jina la baba yako. Juma alishangaa, baba? Mama, wewe unamaanisha nini? Amina alikumbatia, nina maana kwamba mume wako atakuwa hapa, lakini pia nataka kumuita jina la mtu ambaye alitupa maisha. Kamau alitabasamu, sawa. Amina alikaza macho, nitaweka jina lake, lakini nitakuambia baada ya mtoto kuja na hivyo Amina alijua kuwa maisha yao yalikuwa yanapangwa upya kwa upendo na heshima. Siku ya kuzaliwa kwa mtoto, hospitali ilikuwa imejaa watu. Amina alihisi uchungu, lakini moyo wake ulikuwa na amani. Juma aliketi karibu akimshika mkono. Mama, natumai mtoto atakuwa mwenye afya, Juma alisema kwa sauti ya chini. Amina alitulia, ndiyo, mtoto wetu atakuwa mwenye afya. Kamau alifika akijaribu kujificha machozi. Nataka kukupa nguvu. Neema aliketi kando akimwangalia amina kwa upole. Mke wangu, najua hii ni hadhi yako, lakini nataka ujue wewe umenisaidia pia. Amina alishangaa. nimekuja kwa ajili ya msaada. Neema alitabasamu. na umenisaidia kuona kwamba upendo wa kweli hauna hadhi ya mali. Ghafla daktari alikuja. Amina, mtoto wako amezaliwa. Juma alilia kwa furaha. Mama, ni mtoto wa kiume. Amina alikumbatia. asante Mungu. Kamau alikaza, nataka kumulita jina lake. Amina alitulia, nitaweka jina la baba yako, lakini pia nataka kumuita jina la mtu ambaye alitupa maisha. Kamau alitabasamu, sawa. Amina alikaza macho, mtoto ataitwa Musa. Juma alilia kwa furaha, Musa baba yetu. Kamau alikumbatia, huu ni jina la heshima. Na katika wakati huo, Amina alijua kuwa maisha yao yalikuwa yamepata maana mpya. Baada ya miezi michache, Kawangware ilikuwa imebadilika. Kisima kilikuwa chanzo cha maisha, watoto walicheza karibu na maji safi na wazazi walikuwa na amani. Amina aliketi karibu na kisima akimwangalia Musa mdogo akiwa amekunja uso. Juma alikimbia kwake, mama, tumeokoa mtaa. Amina alitabasamu, ndiyo, lakini hii ni mwanzo. Kamau alifika akiwa amebeba mikate na maziwa, hii ni sherehe ya kwanza ya maisha yetu. Neema alikuja akimtazama amina kwa upole, umefanya vizuri. Amina alitabasamu kwa uchungu, sio mimi peke yangu, ni wote. Faraja alikuja akimkumbatia, umeonyesha kuwa mwanamke wa nguvu. Wanjiko alitabasiri, sasa watu watajua kwamba hata mjamzito anaweza kuwa kiongozi. Hapo ndipo ghafla Kamau walitoa kitu kidogo cha rangi nyekundu. ni zawadi kwa ajili ya Amina, Kamau alisema. Amina alikamata akishangaa, ndani yake kulikuwa na pete ndogo ya dhahabu. Mama Juma alisema kwa sauti ya chini Je, hii ni Kamau alitabasamu. ni ahadi ya maisha ya heshima. Amina alikaza macho akihisi machozi yanakuja. lakini mimi sina pesa ya ndoa, alisema kwa woga. Kamau alikazia, heshima ya ndoa haitahitaji pesa, itahitaji uaminifu. Watu walipiga makofi, na kwa mara ya kwanza amina alihisi kuwa maisha yake yalikuwa yamepata maana mpya.